Pigo la Moyo na jiku tapoyoyo, kila mmoja akiwa na siri yake. Kiza kinene cha mapenzi limejaa ndani ya nyumba. Tuko katika chumba kimoja lakini hatufahamiani ndugu, tutavua vipi giza kwa mwanga mmoja wa mshumaa. Ukuta umejami pasuku mikubwa, tukibaki kimya, nani ataokoa maneno machungu ya kuziri pilipili? Sote tunapitia magumu, inatubidi tujikazi kwa kuitafuta faraja. Faraja inakuja vipi kwenye dimbu la maumivu? Mwanadamu yoyote anaumia pindi anapopitia maumivu na anafurahi wakati wa neema. Sasa tunaanzia wapi? Kwa wakati wa kutafuta hiyo neema, tumfuate dada Patima, tumuombe labda atakuwa na roho ya huruma. <tip> Navyomfahamu Patima ana roho mbaya. Mwanzoni akuwa namuona atuju ni mbaya, ila Patima ni kiboko kaka. Ngoja mimi niende. No, naona ushaanza kuleta vikwazo. Nairat, nisubiri tuende wote. Asijaka kuzuri naye bure. ni kitu gani mlokisahau hapa kwangu Fatima sisi ndugu zako tumekuja tuyazungumze. Hebu punguza jazba. Nani ndugu yenu mimi? udugu na nyinyi nishauvunja. Naomba muondoke kwangu kabla sijafanya kitu kibaya. Dada Fatima, nimekuomba msamaha mara nyingi, na sitachoka kukuomba Kwani tumekukosea sana. Tena wewe na kutafuta kwa udi na u ukiingia katika anga zangu na kumaliza. mm -hmm. Pigo la moyo na jiku tapoyoyo, kila mmoja akiwa na siri yake Kiza kinene cha mapenzi limejanda ndani ya nyumba. Tuko katika chumba kimoja, lakini tufamamyani. Ndugu, tutavua vipi giza kwa mwanga mmoja wa mashuma. Pole sana Zula. E, hebu unaweza kuniambia kitu gani kilichokuta kiza mbona uko hapa? Inaonekana una taarifa kama mimi nimeumia. Ndio, ni kweli. Kuna mtu kaniambia, nikaamua niache shughuli zangu zote nije tukukuona. Niliingiwa na hofu. Nimekuja hapa nimekutafuta, sija kuona kitu gani kilichokuta Fatima. Basi mwonee huruma hata atuju arudi kwenye hali yake tu, undugu avunjike hata siku moja, maana ninyi wote watoto wa baba mmoja mama mmoja. Toka nitoke! Kaka wangeyajua haya, wasingenifanyia mambo yote haya kwanza. Sina muda wa kupoteza, niache shughuli zangu niwasikilize ninyi. Nawaomba tu, ondokeni nyumbani kwangu kabla sija wazuru. Nimesema ondokeni! Afadhali umekuja maana hao walishaanza kuniharibia. Si Kijungu, tumeshapatana. maliza kazi yangu kwanza, ndio ulipopata ruhusa ya kutoa kauli. Na si hivyo tu, Kijungu, utapata uhuru wa kuishi duniani milele na hakuna yoyote atakaye kusumbua. Tulia Kivnga, ana naharaka wale, wakati wao bado ukifika kutafanya kazi yetu. Wetulia ni madogo sana wale kwangu, hawana uwezo wa kumshinda. Na nakutuma tena ulikotoka, nenda kamaliza kazi. Sitaki kumwona tena katika uso wa dunia. Hakikisha unafanya kama uliofanya dada yake. Nazingatia usiuache mli wake, ondoka nao kabisa. Ilikuwa naongea na simu. Hafla simu yangu ikapiga shoti, nikaumia sikio. pole sana. ina maana nataka kuniambia simu haifai kabisa aisee. <laughs> hii haifai tena, ila usijali, nitakumia simu nyingine Mkeo asije akajua ikawa tabu. Unakumbuka simu kubwa likanunulia? Bado ninayo, nitatumia ile ile. Pigo mm -hmm. la moyo na jiku tapoyoyo Nakuchukia sana Kiza, na leo acha nikupe ujumbe. Siku na saa zikitimia, nitakuja kukufanyia jambo halijawahi kutokea tangu reja ya dunia. kwa hiyo unamwonea huruma wempuzi hivi? Unakilwe, unawezaje kumpenda mtu ambaye aliosambaratisha familia yako? Hapana kaka, mi simpendi tena, na najuta makosa yote niliyoyafanya, maana nimegundua mimi ndo chanzo cha matatizo yote haya. Ndugu wangu, upaswe kujihukumu swali sana, tubu na muombe mola wako atakusamea haya yote. Pigo mm -hmm. la moyo na jikutapo yoyo kila mmoja akiwa na siri yake. Kiza kinene cha mapenzi limeja ndani ya nyumba, tuko katika chumba kimoja, lakini tufamia myani ndugu, tutavua vipi giza kwa mwanga mmoja wa mashuma? Ukuta umeja mipasuko mikubwa, tukibaki kimya, nani ataokoa? Maneno machungu yako ziri pilipili. Pole sana kaka kwa muumivu na yapiti, ila usijali, haya yote hataisha, kwani hakuna jambo lolote lisiloisha. Asante sana mdogo wangi. Kiicho nifanya ni kuite hapa ni kukupa usia kama kaka yako, usije ukafanya makosa kama niyafanya mimi. Sina haja ya kukuelezea, nadhani unafahamu kila kitu, na usije ukasahau haya nakwambia, Milan. Kaka, ninakuahidi nitazingatia hayo maneno yako katika siku zangu za maisha yangu yote. Nataka tushirikiane kama ndugu kuyamaliza haya mambo. Pia kama kuna jambo unalifanya siri, tafadhali naomba niambie mambo yote unayajua japo sijakwambia mimi. Ila kuna jambo moja au haulifahamu. Jambo gani hilo kaka? Tafadhali niambie. kuhusu shemeji yako kaka. Shemeji yangu ana nini? Nitakwambia siku nyingine, niache nikapumzike, maana leo kuna jambo limeshtua sana moyo wangu. Sawa kaka, wewe nenda kapumziki, mimi niache nimalizie kulima.

Akiwa na siri yake. Kiza kinene cha mapenzi limeja ndani ya nyumba. Tuko katika chumba kimoja, lakini hatufahamiani. Ndugu, tutafua vipigi.